Tuko na uh, Mheshimiwa Ole Medeye, ambaye tunafahamu huyu ni mmoja wa wanasiasa nguli nchini Tanzania, ambaye pia atatuambia uh, uh, katika chama hiki nyakati kama ile inaolekana ilipita pia katika chama hiki hikie ah, uh, Chadema hmm. lakini tangu uh, ambako umefanyika uchaguzi wa chama hicho uh, mwaka huu Uh, mwanzoni mwa mwezi huu wa mwanzoni mwa mwezi wa kwanza mpaka hivi sasa uh, tumeshuhudia uh, patashika mbalimbali mbali kwa jumla kwa wanachama wa chama hicho na wadau mbalimbali pia kizungumza. Na pengine unakitazama kuna namna gani hasa chama hasa katika huo uongozi mpya wa chama hicho ambacho uh, mbacho, uh upo kwa hivi sasa tangu ambako alikuwa kio, wakati huo uh, takriban miaka kadhaa 20 na Freeman uh, Boy, lakini kwa sasa ni tunulisu unatizama kwa namna gani hasa uongozi na yale ambayo yote yanaendelea kwa hivi sasa katika chama hicho A kinachoendelea katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni jambo la kawaida tu kisiasa mm. Ni mambo ya kawaida mm -hmm. Swala so, kubwa hapa kulikuwa na ushindani, na hali hii haikuanzia pale uchaguzi mkuu wa mwenyekiti wa taifa pamoja na wajuna na anamaka-nani, makamu wake na, maka, na maka wale viongozi wa kamati kuu kufanyika, hapana unaanza tangu kwenye uchaguzi, uchaguzi za ndani za huko tunazoweza kuita kwamba ni grassroots mm. Ndio hizo za ndani, zilianza cha chaguzi zile za kikanda zile ambazo zikifanyika kwanza ni wilaya kwanza mm. wilaya mm. hapo kwa kwa kelele mm. eh kwamba watu wa fulani wamepenyezwa hiyo fedha, mara imekuwa hivi, mara ipo hivi, ni jambo la kawaida tu hilo. Swala kubwa ni kwamba katika uongozi lazima mtu ukubali ya kwamba siku tu sasa, usipokubali hivyo ya kwamba na wewe unaweza kuongozwa, maana yake ni kwamba ikitokea kesho umeshindwa kwenye uchaguzi utakubali kwamba umeshindwa kihalali? Utaona ya kwamba kuna njama zimefanyika, ndiyo maana umeshindwa, wakati ambapo sio kweli. Kwa mfano, tumeshuhudia uchaguzi huu wa Chadema mm. ulifanyika kwa uwazi kabisa, kura zimepigwa ukumbini, zikahesabiwa pale ukumbini kwa hivyo kila mtu anajua kabisa kwamba alizopata alizo, alizo Mheshimiwa Mbowe ni halali. Kura alizopata Mheshimiwa Tundu Lissu ni za halali, na ndio sababu Mheshimiwa Freeman Mbowe ambaye ni mmoja wa viongozi ambao nawaheshimu sana katika taifa hili, alipo alipopokea matokeo wala hakubisha, ali ali ali ali ali-, alimpongeza ali, ali, mwenzake na, na kushukuru wanachama wapiga kura kwa hivyo tatizo lililopo ni wale watu wachache ambao walikuwa wakinufaika na nafasi ile aliyokuwepo mwaka mwenyekiti aliyetangulia, mm. mwenyekiti wa zamani. Wale waliokuwa wakinufaika ndio ambao wanapiga kelele, ndio ambao hawaridhiki, wanaona ya kwamba wamepoteza kitu kikubwa sana, lakini kilichotakiwa ni kukaa chini. Uchaguzi umeisha jamani mwisho wa wa, wa, wa ushiriki katika siasa ili kwa nafasi moja tu. Kwa hivyo sioni kama kinachoendelea kwa sababu kitaua chama, kitaua chama, chama kitaendelea kuwepo na ina imani kama kwa mfano haya mapendekezo wiki iliyopita Mheshimiwa makamu wa rais na waziri mkuu mstaafu alitoa wito kwa Chama cha Mapinduzi na serikali na Chadema kwamba tutafute mwafaka, tukae chini tuweze kuweka mambo sawa, ili tuweze kushiriki uchaguzi mkuu ujao kwa amani. Amani ni jambo la msingi sana na msingi wa amani ni haki. Kwa hivyo, mimi naamini kabisa ya kwamba uchaguzi huu utakapokuwa umepika Chama cha Demokrasia na Maendeleo kitaimarika na wataendelea kufanya kazi zao bila matatizo yoyote. Mwaka tisini na tano, baada ya uchaguzi ule wa kwanza wa vyama vingi vya siasa, NCCR Mageuzi ni walienda vizuri mpaka mwaka tisini na sita, baada ya uchaguzi wa marudio ule uchaguzi mdogo pale Temeke, unaona, marehemu Augustine Lyatonga Mrema akachaguliwa kuwa mbunge akaendelea kuwepo lakini, sasa kukawepo sasa na nani ya madaraka umo ndani ya chama, ikasababisha chama kile kikameguka katika mapande mapande, lakini chama hakikufa kile, kiliendelea kuwepo waliohamia, vyama vingine walihamia, lakini chama hicho bado kipo mpaka leo Kwebo, so na na mimi, viongozi, no charema, kwa hivyo swala la msingi na wito wangu mimi kwa viongozi na wanachama wa Chadema ni kwamba wasikubali kugawanywa ama kwa fedha zinazoweza zimepenyezwa ndani, e, kama upupu ili kuwasambaratisha au kwa fikra potofu zinazopenyezwa na watu wenye ila wasiowatakia maendeleo. Unafikiri kulamba asali ni kwa namna gani imechangia pia katika kukivuruga chama hicho? Uh, sababu ni moja kati ya kauli ambayo imekuwa ikitumika sana kwa maana kuna ambao waonekana kwamba kuna wana asali wanaipata mahali. Ile imetumiwa kwa namna gani hasa kwa kuvuruga chama hicho, kiongozi? Sasa hiyo hiyo, hizo ni allegation, yaani hayo ni nani, ni tuhuma tu. Mimi sijashuhudia hiyo asali kigawanywa, sijashuhudia kilambwa, kwa hivyo siwezi kusema kwamba kuna lela hapa asali. Nachosema ni kwamba yawezekana, kuna uwezekano huo kwamba laba, pengine, kuna kitu kimepenyezwa huko ndani au hata fikra potofu kwamba unajua namna ya kuwasambaratisha hawa ni kwa njia hii, kwa hiyo tufanye moja, mbili, tatu. Kwa hivyo inawezekana, unaona huku hmm. usiotakia mema chama kile, watu wasiotakia taifa hili mema wanaweza kawa wamefanya hivyo, manake kumbuka, kumbuka sisi mm -hmm. Chama Cha Mapinduzi ndio chama tawala, lakini imani yangu siku zote ni kwamba ubora wa Chama Cha Mapinduzi tunaupima kwa kulinganisha na chama kingine chenye nguvu kama tusipokuwa na chama cha upinzani chenye nguvu kama tusipokuwa na chama cha upinzani ambacho kitatukosoa basi hatuwezi kujua udhaifu wetu na kwa hivyo siku ikitokea kimeibuka chama eh, kwa namna yote ile kinaweza kinaweza katuangusha chama cha upinzani ni kioo cha chama kinachotawala kwenye nyumba ukitoka bila kujiangalia kwenye kioo, unaweza kaondoka umevaa nguo isiyo isiyo endana na shughuli unayoenda kuifanya. Sasa hivyo hivyo sisi, mimi naamini ya kwamba chama cha upinzani chenye nguvu ndio kioo chetu sisi ili tuweze kujua udhaifu wetu na kuweza kurekebisha fanya marekebisho. Kwa mfano, alipoingia mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akaruhusu vyama vya siasa vifanye kazi zao kwa sababu alitambua wazi kwamba kwa, kwa kuwaruhusu wafanye kazi zao watapaza sauti kwenye mapungufu ambayo yapo, na wakipaza basi atarekebisha ma makosa hayo, ili tunapokuja kwenye uchaguzi wale wapinzani wakosa ajenda. Kwa hivyo mu, ni muhimu sana kuwepo kwa vyama hivi vya upinzani, na mimi nasema ni vizuri mm, tukasaidia kwa namna yote ile kwamba waweze kiongozi ilikuni ili la G55 uh, ni kwa namna gani pia linachangia na katika chama cha kati kukibomoa chama Chadema. Na tumesikia uh, hivi leo uh, wengi wakitangaza kujiondoa moja kwa moja kujivua katika chama cha sasa. Asili ya kundi lile katika Chadema, hawakuridhika na matokeo ya uchaguzi mkuu wa ndani ya chama, ndio ndani ya chama walioundwa kundi lile. Sasa madhumuni yao kwa sababu sijawasikia wakiweka wazi kwamba madhumuni ni yapi. Mm. Si tena Ah, uh, Ole Medeye, Mtanzania wa kawaida ananufaika kwa kiasi gani na huu mgogoro wa kisiasa unaoendelea nchini, hususan ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Mtanzania kwa namna gani ananufaika na huu mgogoro au anaathirika kwa namna gani? Mgogoro ule unaathiri ustawi na maendeleo ya demokrasia katika taifa letu, kwa hivyo Watanzania wote hata kama hatujitambui mgogoro ule unatuathiri, na kwa hivyo kwa kuwa hatuna namna ya kuweza kuingilia kati kwa sababu ni chama cha watu lakini basi tuwaombe kwa Mungu ili hekima itokayo kwake ikatawale, eh, kwa pande zote mbili waweze kukaa chini na kuelewana. Umem, umemtaja waziri mkuu wa zamani uh, Warioba kwa namna gani mwanasiasa huyu mkongwe anayo nafasi kwa sasa kwa siasa, namna ilivyobadilika, ya kuweza kusikilizwa na kuweza kulitatua hili? Yeye amezungumza na watu wamesikia, si tumesikia alichosema, jambo jema sana, mambo yake hekima, mambo ya busara ambayo yeyote, ambaye kama kama kweli sisi ni wazalendo gani kama wahusika wale, walengwa wa kauli ile, ni wazalendo, wangeketi chini na kutafakari na kufanyia kazi ushauri wake. Manufaa makubwa sana kwa taifa letu mgogoro huu ukiwa endelevu ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo chadema nani atakayekuwa ananufaika zaidi kisiasa? uh, wahenga walisema, eh, vita vya panzi ni fahari ya kunguru. Mm. Eh, nimemaliza baba. Umemaliza. <laughs> Mheshimiwa Medeye kwa kwa kuhitimisha, tunashuhudia yote ambayo yanafanyika, lakini mwenyekiti aliyokuwa awali a, yuko kando, ungepata fursa ama wasa hivi sasa wa a, kuambiwa shauri chochote eh, katika chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema nini ambacho ungewaambia kwa hivi sasa? Mheshimiwa Freeman Mbowe ni mmoja mw wa waasisi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, ana nafasi kubwa ya kuwaketisha pande hizi mbili na kuwapatanisha mwasisi iki, wa chama hiki Mwheshimiwa yupo apewe nafasi mm. pewe nafasi uongozi uliopo umpe nafasi, wamwite aj awakutanishe pale hizi mili na kuwapatanisha. Anao uwezo mkubwa huo, uh, wakimpa nafasi, hata kama hawezi kuja Dares Salaam basi wamfuate, wakaongea naye. Tukushukuru sana kiongozi na nikutakia, asante kwa ushirikiano wako. Asante sana na atakia kazi njema. Poleni kwa msiba wa mheshimiwa David Msuya kiongozi wetu ambaye tulimtumainia sana, na, miya, sana kwa ajili ya usawa na maendeleo ya taifa letu. Asante sana, pole kwa Watanzania wote kwa ujumla au ni Good Luck Ole Medeye, mmoja na siasa wa kongwe nchini Tanzania ambaye tumezungumza naye hapa, ameweka pia kwa mbunge e, katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameweka pia waziri E, katika moja ya wizara na huyu pia amewahi uh, uh, kupita katika chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema mm. Na aliwahi pia kuondoka katika chama hicho akibilia uh, uh, chama cha UDP mm. Ni nyakatizo